Naam, karibu katika Saa ya Bahari kutoka hapa Aini Safi. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi limetangaza kuwa, takriban Wasudani elfu sabini na tano wamekimbia Ethiopia kutafuta usalama wao tangu mgogoro wa uchu wa madaraka baina ya majenerali ulipozuka nchini humo zaidi ya miaka miwili iliyopita. Kamishna Mkuu wa Shirika la Umoja wa Mataifa la Kuhudumia Wakimbizi UNHCR amesema katika taarifa yake ya hivi karibuni kuhusu harakati za watu kutoka Sudani kwenda Ethiopia kuwa, serikali ya Ethiopia ime kea maelfu ya watu waliokimbia makazi yao katika maeneo mbalimbali ya Sudani, hasa ya mpakani mwa Ethiopia, tangu majenerali wa kijeshi walipozozana na kuingia vitani nchini Sudani mwezi Aprili 2023. Kwa mujibu wa UNHCR, kati ya wakimbizi 74142 waliofika Ethiopia, 44156 ni raia wa Sudan, 19490 ni raia wa Ethiopia waliorejea kwao na 96 ni wa nchi nyingine. UNHCR imeongeza kuwa, kutokana na kuongezeka idadi ya wa wakimbizi wanaoingia Ethiopia, hasa kutoka nchi jirani ya Sudan, Ethiopia sasa inakuwa nchi ya tatu barani Afrika yenye wakimbizi wengi na inakadiriwa kuwa, hivi sasa kuna wakimbizi zaidi ya milioni moja waliosajiliwa na wasiosajiliwa ambao wamekimbia nchini humo kutokana na ukosefu wa usalama katika nchi zao. Usiache kulike na kusubscribe. Hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi.